Mimi naitwa mashishanga monambiti mkuu wa trafiki mkoa wa kipolisi Ilala. Noa hizi nilikwisha zungumza kabla, hawa ni wezi, wakwepaji wa kodi, wanakaa kusanyasanya jioni hapa Mbagala, Gongola Mboto, jambo ambalo ni baya sana, linawafanya watu wanaolipa kodi wanakosa mapato wao. Hawana leseni ya kuingia katika vituo vya basi kupakia abiria. Tunachotaka kila mtu alipe kodi, asajili gari yake kwa ajili ya biashara nchi hii sasa ni ukusanyaji wa kodi, ili tuweze kusonga mbele. Hatutaruhusu watu wababaishaji, wakwepaji wa kodi, wanaingiza vinoa. Hiyo hali hatutairuhusu. Unazoziona hapa tumekwisha zikamata, na tuna operation kali ambayo tumeelekezwa tuifanye. Tunaendelea kupambana nao, wanatumia noa kukwepa kodi na kuiba hela hizo za serikali. Kwa hiyo kama mtu anataka kufanya biashara aende Sumatra, apate leseni yake, alipe kodi serikalini, afanye biashara. Lakini hii hatutakubali, na tutaendelea kuwakamata na kuwachukulia hatua kali, kama mnavyoona hapa. Na kuna zile gari ndogo aina ya taksi au watu ambao wanatoka maofisini, wakati wanarudi, wanarudi makwao, huwa wanakusanya pia abiria kwa kuwachaji elfu mbili elfu tatu kwenda makala au anaomazi. Hata hao haturuhusu, tunataka watu wakitoka maofisini wapande mabasi wapande treni, vitu vilivyosajiliwa na Sumatra. Unawakuta wamepanda kwenye viteksi, watu wamerundikana, watano wamefanya kubebana. Inapotokea ajali, anayeulizwa ni regional traffic officer kama mimi, na hiyo gari inakuwa imepita wapi mpaka ajali inatokea? Siwezi kuruhusu vitu namna hiyo Siwezi kuruhusu vitu namna hiyo. Tufate sheria ili nchi hii iweze kupata mapato yanayostahili. Tutawakamata wote, na ni marufuku kuingiza gari ndogo katika kituo cha daradara, unapakia abiria. Na naomba sana wananchi watusaidia katika hili, watupigie simu, watujulishe mara moja. Faini At yake kwa mtu ambaye atakutwa amebeba abiria na gari la private, na faini yake inakuwa, hatuwezi kukupiga faini kwa sababu tukikupiga faini utakuwa una faidi Tutakupeleka mahakamani, tutakupeleka TRA na SUMATRA wakukadirie, unatakiwa ulipe kodi kiasi gani, utawalipa TRA na SUMATRA, nao watakutengenezea pesa ambayo ulitakiwa kuwalipa nayo, walipe huo. Ndio utaratibu nitakaofanya, ni hatua kali bila kupepesa macho.